Ni aje a, uko poa, hokogudi kabisa, mtoto wa nguvu na wa maana. Hii ni 69 Mediatz, uko tayari? Umesha subscribe ubonyeza alama ya kengele? Karibu sana, tulikumiss sana na ghost table, na tumekuja na muonekano mpya tukiwa na power nyingine, new energy, kila kitu kinakuwa kinakaa poa sana. Sani, yes. Baby niko hapa alongside Chingling in the town the baddest ndimu mtu Mtumbao, shikaji zetu ambao mko live sisi tuko live kama hivi yeah, ambavyo unatuona tuko na confidence za kutosha, lakini pia kama huja subscribe YouTube channel ya 69 Media mm, basi this time around kufanya hivyo, kwa sababu tuna ukwaju ma updates kama yote, alafu zile mbilinge mbilinge za mitandao yeah, ndio mahali pake, hapa hapo kwenye ukwaju. Sasa hapo ndio umeniacha hapo, sawa. Hii ni meza ya wambea na sisi tuko hapa kwa story ambazo zina trend mitandaoni yeah, ama zinaendelea ndani lakini pia nje ya Tanzania bwana, tukianzia hapa Bongoland mm. story ambayo imetrend hapa Bongoland ni mm. kuhusiana na issue nzima ya dudubana Chid Benz, na yote imekuja ikiwa ni baada ya kuanza kuzungumziwa mm. ishu ya mkubwa Tuna Fela. Tunafahamu wote mkubwa Fela ni mtu ambaye anapambania uhai wake, anapambania afya yake eyake zikukaa sawa yeah, yeah na stories zilikuwa ni nyingi, masuala ya msaada, watu kwenda mm. kuona mambo kama, kama hivyo yeah. lakini sasa issue imewafikia wale wa Kongo wa muziki, ma legend wenyewe. tutazungumzia mm. Dudu Baya na Chidi Benz. Chidi Benz, of course, yes. of course, kitu ambacho nimekiona mm. Dudu Baya nilipata kuona anasema, na Mkaship Chidi Benz anasema mm. kwamba, uh, Chidi Benz sio legend, sio legend eh kwa sababu eh. kipindi cha wao wanafanya muziki Chidi Benz alikuwa anafanya back stage zile, yani yule kama anabeba begi Okay. Unaelewa? Yaani, yeah. Watu wanaenda kufanya show akiwa <muk> Professor J akiwa Dudubaya mwenyewe mm. So Chidi Benzi, yeye bado alikuwa hayupo kwenye nafasi ya Bongo Flavor kipindi hicho, yaani wanasema hip hop, walikuwa wanaita wanaita wanaita rap. Unaelewa? yaani walikuwa wanafanya rap lakini, Chidi Benzi kipindi hicho alikuwa hayupo, huwezi kumcompare na nani na yeah. Dudubaya. Sio imenisoma vizuri hapa. Wakati wangu unabadilika. Mm -hmm. Kwa sababu yani kama kwa kipindi hicho ambacho aliweza yeye kuwa juu na mm. Kipindi hicho labda Chid Benz alikuwa yuko mtu wa ku yani tuseme kama vile kufuata tu mkumbo hana jina. mm. mm. Kipindi kinabadilika. Yeah. Kwani hata sasa tukiangalia kina Harmonize sio kina Diamond. Diamond Platinum yeye yeah, yeah, alianza walikuwa yeah, yeah, yeah, yeah. Watu ambao walianza katika kipi, kima cha chini sana. Watu yeah. ambao wengine wamepitia kwenye umachinga. Yeah. Lakini sasa hivi ukizungumzia mtu ambaye anafanya vizuri huwezi kuacha kuwataja. Kwa hivyo uenda pia katika upataji wa majina wakati unabadilika. Ah for sure. na kitu ambacho aliweza kuzungumza Dudu Baya alizungumza mengi mm. Lakini kuna story ambayo waliulizwa kwamba kwa nini hamjaambatana na Chidi Benz? Hiyo mm, ni interview imefanyika nyuma, nyuma. Sema kwamba Chidi Benz alikuwa ni mtu ambaye mm, yaani ni mkabaji mpolaji naweza kawaibia mm, mtoto Chidi Benz ni, <laughs> ni, ni, ni, ni, ni msanii ambaye ametokea uswahilini umeelewa? Ilala, Ilala, Ilala. Mtoto wa Ilala. Na ukizungumzia Ilala, Ilala nzima umenelewa, huwezi kumtaja msanii ambaye ameibeba Ilala mabegani mm. mpaka sasa hivi namzungumzia Chid Benz. Yes. Umeelewa? Kwa hiyo ee, Ilala hey, yes. Kitu kikubwa nilichokiona ni, ni mkanganyiko wa mazungumzo mm. tu kuto kuelewana, kwa sababu tunajua Chid Benz hata kama hujamweka kwenye kwenye legend Umenelewa? Lakini utamweka kwenye uasisi at least kwa sababu yes, generation ni mpya sasa hivi. Ukizungumzia mm, sasa hivi marap wa sasa hivi wakina Rapcha wakina Young Lunya yes, wote kwa compare na Chid Benz yes, of course. Umenelewa? Yes. Mm. So kipindi ambacho Dudubaya yeye yeah, anafanya mziki wake, Chid Benz inawezekana ni kweli alikuwa alikuwa yuko yuko kwenye back umeelewa, yani yeah. bado hajapata jina vizuri umeelewa, lakini nilivyosikia Dudubaya yeye yeah, kwa sababu Chid Benz alikuwa anajiita Chid Benzino, Chid Benzino eh hey, umeelewa sasa sasa Chidi Benzino Dudu Baya akamwambia hilo Chidi Benzino, kuna msanii wa Marekani. Si umeelewa vizuri? Kuna msanii wa Marekani ambaye analitumia hilo jina. Umeelewa? Kwa hiyo wewe, Chidi Benzino, hilo jina alikufai. Kuna media fulani sio, siwezi kuitaja kwa jina for this yeah. time lakini ndio hiyo interview ilifanyika pale na Dudu Baya anaongea, akamwambiaje Chidi Benzi, mdogo wangu. Chidi Benzi, mdogo wangu. Umeelewa? Yaani hivi, Dudubaya ni mkubwa hmm. Always tabaki kwa hivyo kimziki, umenielewa hmm. Atakuwa mkubwa lakini pia kwenye uhasisi itabaki ni mkubwa, kwa sababu nilipata kuona Dudubaya uh, baya alichokifanya hmm. So kikubwa lichokiona ambacho Dudubaya hmm. anamwambia ana, sasa mimi nakupa jina ambayo we utajiita Chidi Benzi, so Chidi Chidi Benzino hiyo okay. Ilikuwa sio familia yeah, ilikuwa ni hmm. kama ninini unajua hmm. Ilikuwa ni kama duduba anatoa msaada kwa Chidi Benz baada ya kuona huyu mm, dogo menelewa vizuri eh eh, anatoa msaada. Sikilize, kuna, kuna wakati lazima uzungumze in reality, menelewa yeah, jinsi ambavyo story zinavyokwenda, lakini pia urudishe nyuma majeshi. Unajua kipindi chetu sisi, mimi na Chidi Benz menelewa, mimi Chidi Benz kiukweli simpati kimiaka menelewa, lakini inaweza nikasema baadhi ya zile traki zake nilikuwa nazisikia wakati niko chali, niko mdogo, mpaka nimekuwa saa hivi nimekuwa. Lakini ukimzungumzia uh, Dudu Baya kuna unaambia wakati themanini na ngapi huko, umenielewa? wakati mimi ni mtoto <laughs> elfu mbili Yes man. Yes. Lakini kwenye swala kama hilo tu, mm. turejee kwenye inchi ya mkubwa Fela ambao ndio katika uzungumzaji wa Dudu Baya Mm. Ilikuwa ni sahihi kuzungumza kile ambacho amekizungumza kuhusiana na mkubwa Fela, kuzungumza kwamba Fela yule safeli kafanya kitu kama hiki? Ukiangalia Fela ni mtu ambaye mm. ameweza kuwatoa wasanii wengi wengi, ukizungumzia msanii, wasanii wakubwa ambao wanakoa kwenye muziki yeah, yeah, yeah. sasa hivi Kani mziki mm. sasa hivi Mbosso Kani mm. siusiao su kina Rivani yeah, kina Dula Makabila, wasanii karibia asilei, wengi sana wamepita pale, wamepita pale yeah. na alikuwa yuko WCB pia yeah, kushirikiana na na na na taletale mwenyewe na katika hali hii ambayo oh, mkubwa Fela anapitia, mm. changamoto ya afya kuna mm. usahihi wa kwanza kumsema mtu vibaya kiasi hiki kweli, jamani? Uh, unajua iko vipi? Uh, unajua ukisha <coughs> kuwa <coughs> star maarufu mkubwa, na kama vile tumzungumzie ni muasisi legend, Said mm. Fela mwenyewe, Mwenyezi Mungu amjalie kwa kipindi hicho na kigumu anachopitia, mm. uh, arudi katika hali yake ya kawaida. Umezungumza vitu vingi sana za ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, kasema ni management ambayo ameweza kuikamata kukamata wasanii new generation kuanzia kipindi cha labda elfu mbili na tano nelewa, elfu mbili na sita elfu mbili na saba na kuendelea, elewa. Kwa hiyo ukimzungumzia kwanza kuleta story kuhusiana na mtu anaumwa na, na nini mm. wasanii wanatakiwa waelewe mchango mkubwa wa side Fela yes. aloufanya yes. in point kwamba yule saa hivi ipo katika wakati mgumu yeah. na umri pia umeenda mm. Unakumbuka issue ishu ya, ya Profesa Jay yes. uh, no, no, no. Watu wengi wamepitia katika vipindi vigumu ukimzungumzia Profesa Jay amepitia katika kipindi kigumu. Omi Dimples Kigumu. Yeah. Yes. lakini Watanzania walisimama mm. wakakaa, wakasali, wakafunga. Mashabiki pia kwa upande wao wakatumia nafasi yao nzuri yeah. uh, kuweza kuwaombea wasanii ili kurudi katika hali yao, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Uh, mpaka sasa hivi tumemwona Omy Dimpoz, mnaelewa yupo, lakini tukimzungumzia pia uh, tuwazungumzia wasanii ambao Omy Dimpoz yupo, wamerudi kwa sababu gani? yes. Watanzania walikuwa hawapendi kuona yale matatizo au magonjwa mm. mtu yanayompata yana anaendelea Chid Benz pamoja na Dudu Baya, si ndio hiyo? yes. walitakiwa kukaa kwa pamoja kuweza kuwaombea. Sasa wewe unaanza kuleta zile chokochoko choko, au kuchokonoa story eh sasa hapo mimi tunataka jinsi ya kurudi mjini, mjini. Umeelewa? Dubai amekuwa fanya interview zingine ambazo zimekuwa zikiwa kela pia watu zikiwa kwaza, sababu unajua jamaa yule akiamua kuzungumza, tunajua akiamua kuzungumza kitu bwana, anaongeaua hauwa chekeshaji, kwamba itamfikiaje mtu mhusika ama itawafikiaji watu wengine yani, yeye ni shwa shwa shwa makafu live ukamaliza. Na ndio maana hata kwenye ile interview ambayo Chid Benz aliweza kuifanya mm. alizungumza kitu, akasema hivi, yeye anamsema kwamba mkubwa Fela ni, lakini kumbuka na yeye kule alikuwa kule Wasafi, hey, mzuri hey. Wasafi simkubwa Fela alikuwepo, ndio na kama uo utapeli umetoka, kwa sababu pia tunajua wasanii wengi wamesimama mm. kwa sababu ya yeye, mziki wake umeenda yeah. Unaona hawajai kuzungumza icho kitu hushua na kitu kingine nilipata kufahamu kujua kwamba jamaa na mabifu zake, mm. kuna wakati Dudu Baya alikuwa kuna ya mashow, umeelewa, mm. ma concert ma ya mashow ma fiesta anafanyika, jamaa alikuwa anapigwa na chini mm. umeelewa, yani anaonekana huyu ana kipi ya mm. kuwapa watu umeelewa. Kuna show moja Chidi Benzi kipindi ambapo anatumia miadarati yes. Umeelewa, kipindi kile Chidi Benzi show yake tu na kipindi kile unajua, Chid Benz tumeona interview nyingi azokuwa anazifanya na nini na nini na nini, chuma, chuma. E, chuma cha yani chuma cha reli, yeah, yes, umeelewa kwambia kama mlingoti chuma, bendera chuma, umeelewa vizuri yes? Sasa Chid Benz kipindi kile ambacho tunaweza kurudisha kama miaka mitatu nyuma minne mi nyuma, of course, si ndio eh? mm -hmm. au mitano nyuma, umeelewa yeah. Chid Benz alikuwa akiingia kwenye show mm hajaandaliwa -hmm. andaliwa, inawezekana watu wameandaa tu promotion ya kawaida na nini yeah. na nini kutokana na Uh, na life style yake alikuwa anaishi na nini kuingia katika madawa ma, ya miadarati lakini tunashukuru unashuru, unaambiwa anaingia kwenye show, umati aliokutana nao, yani namaanisha shabiki walioingia kwenye show. Chid Benz yenyewe akuamini, akuamini anasema nyomi la kutosha, na kila kitu kinaenda na kuna evidence umeelewa? Kila kitu kinaenda na evidence, wewe ushe kuona Dudubaya, wewe Dudubaya hapa Dar es Salaam sisemi kama ajazi sisemi kama ajazi tunakuja Dubai tunaku... sasa hivi ukiandaa shoo yake lazima kuna yee atakuwa nyuma tu, kwa sababu kuna wasanii wengi ambao sasa hivi ukiwaweka tu kwenye promotion yee. Kama wewe meneja unaandaa shoo yako na nini, unaangalia nani yupo kwenye mainstream sasa hivi, naweza kumchukua, lakini ukitaka kubwana kwa mapendekezo Umenelewa. Mm. E, kwa mapende yes. Hey, bwana akae hapa kaka yetu legend na nini, kwa heshima mm. Anaekwa umenelewa, au kifanyika kitu kimoja, nisikilize hichi ninachokwambia. Au kifanyia kitu kimoja wakusanywe mm. mm. wakina Professor J yeah. Mmeelewa kina Sugu, mmeelewa mm. wakina Mwana FA yaani, yeah. Wale ma legend wote mm. babu mm. ambao, kina Inspector Harun Babu, alafu pale ndo namwekana nani na na Dudu Baya, yeah. Wanambia wewe sasa hivi wewe unaimu mm -hmm. kana hawa kwa sababu wewe ni legend, heshima yenu. oh, hii peke yake hawezi kusimama peke yake, ni ngumu. chini chini peke yake yeah. Utuongee ukweli, peke yake ni ngumu huyo yeah. Diamond yenyewe anaenda kufanya show Diamond Platinum mm -hmm. Anaenda kufanya show lakini anakuwa na wasanii, umeelewa, yaani yeye atakuwa ni mtu wa mwisho kuperform yeah. Lakini utakutana kina D voice huku huko oh, si unakuta kina Dula Makumbila yeah. Wasanii ambao wanaenda kuboost nini show, show. So point ya msingi bana, ndugu zetu hiyo ah, lazima tuiwe hivyo <laughs> ah, tuongee kweli, tuongee kweli. Leo tunaandaa 69 Media, mm, tunaandaa show yetu. Umeelewa vizuri, labda tunaandaa unanj tunaandaa, tunaandaa sisi hapa 69 Media, mm, tunaandaa show yetu ha? Of course tunasema hata tunaandaa katika uwanja labda wa wa uwanja huu uwanja wa uwanja huu wa Mkapa, si ndio? Tunasema Chidi Benzi, ndo tunakaa na mabosi hapa, tunamwambia jamani, kati ya Chidi Benzi na Dudu Baya eh, vipi hapa show tumchukue nani? Yaani tupo kwenye kamati, tumekaa kama kwenye kamati, vipi hapa hela inarudi tunaweka milioni tano milioni kumi milioni ishirini je, yeah? Hii itarudi umeelewa? Kwao lazima uangalie msanii ambaye ana fan base kubwa for this time around o mtoto ailataba. Mimi kama mimi, sasa sijua kwa upande wako wewe, utakuwa wewe mwana harakati, mwana <laughs> Ha. Okay, sawa. Kwa hiyo ndio itakuwa hiyo. Hmm. Kwa hiyo lazima tuangalie msanii ambaye ana, ana mainstream kubwa, okay. Na atuwakatae maleji ndio alichokifanya hmm na nini. Lakini for this time around hawa maleji na kina Dudu Baya wanatakiwa wawekeze kwenye kazi. Unajua hmm, mziki pia peke yake ndio unaongea. Okay, unaelewa kama Chidi Benzi unaelewa? Chidi Benzi ame munelewa, munelewa. Eh, Chidi Benzi huwezi kaongea, anaongea mengi lakini Said Fela ni, ni, ni, mtu ambaye kwa sisi kwa system yetu wa maisha yetu hakuna new generation yoyote itakuja itakuja kumkashifu hata kama hamna yeah. Binadamu aliokuwa ana mapungufu yeah, of course. E, kwa kipindi hiki kipindi hiki kigumu kwamba kikubwa tumuombe Said Fela. Tusitumie yale mabifu yetu ambayo tuko nayo mm, ili tukuweza kutumia pia situation ambayo anaipitia yeye ili kutafuta umaarufu zaidi. Tunamaliza hapa, lakini comment yako, subscribe, bonyeza alama ya kengele. Pia kufuatilia Instagram 69 yes, Media TV yes. Tuko huko. Facebook, TikTok tunapatikana kwa uzuri kabisa amibaby baby alongside Ching Ring in the town, the town, intheamera nyumbadi line tunamaliza hivi.